Rais wa Marekani Donald Trump ameagiza kuanzisha upya kwa majaribio ya silaha za kinyuklia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1992. Hatua hii inalenga kuiweka Marekani katika nafasi sawa ya kijeshi na mataifa yenye nguvu kama Urusi na China ambayo yameendelea kukuza teknolojia ya zao za silaha za kisasa. Tangazo hili limekuja muda mfupi kabla ya mkutano wa Trump na rais Xi Jinping wa China nchini Korea Kusini, kwa mujibu wa taarifa kutoka ikulu ya White House. Maeneo ya kufanyia majaribio bado hayajatajwa rasmi, lakini maafisa wa kijeshi wamethibitisha kuwa maandalizi ya awali yanaendelea. Kwa mujibu wa wataalamu wa masuala ya silaha, Marekani imekuwa na hifadhi kubwa zaidi ya silaha za kinyuklia duniani ikifuatiwa na Urusi pamoja na China. Licha ya kuwa haijafanya jaribio lolote kwa zaidi ya miaka 30, Marekani imeendelea kuboresha teknolojia ya makombora na mifumo yake ya ulinzi. Tangazo la Trump limezua taharuki duniani, hasa baada ya Urusi hivi karibuni kuripoti kufanikiwa kujaribu makombora mapya yanayoweza kubeba vichwa vya nyuklia pamoja na droni ya majini iitwayo Poseidon yenye uwezo wa kusababisha mawimbi ya sumu ya mionzi baharini. Hata hivyo, Urusi imekanusha kufanya majaribio ya kinyuklia. China nayo imetoa wito kwa Marekani kwa kuheshimu mkataba wa kimataifa wa kusitisha majaribio ya kinyuklia CTBT na kuzingatia wajibu wake wa kulinda usalama wa dunia. Wataalamu wa udhibiti wa silaha wameonya kuwa kurejea kwa, kwa majaribio ya kinyuklia kunaweza kuchochea mashindano mapya ya silaha duniani. Wanaonya pia kuwa hatua hiyo inaweza kuvunja mikataba ya muda mrefu wa kudhibiti silaha kama vile New START Treaty ambao unatarajiwa kumalizika Februari mwaka 2026. Marekani ilifanya jaribio lake la mwisho la kinyuklia tarehe 23 Septemba mwaka 1992 katika jimbo la Nevada. Tangu wakati huo, eneo hilo limehifadhiwa kama kituo cha kihistoria lakini linaweza kurudishwa kutumika iwapo serikali itaidhinisha. Marekani ndiyo nchi ya kwanza kutumia silaha za kinyuklia vitani baada ya kushambulia miji ya Hiroshima na Nagasaki nchini Japan mwaka 1945. Tukio hilo liliua zaidi ya watu laki mbili na lilibadilisha historia ya vita duniani. Tangu kipindi hicho, mataifa makubwa yamekuwa kishindana kuimarisha nguvu za kijeshi kwa kutumia teknolojia za kinyuklia, huku mataifa madogo yakisisitiza haja ya kudhibiti matumizi ya silaha hizo hatarishi. Uamuzi wa Trump unaweza kufungua ukurasa mpya wa ushindani wa kinyuklia kati ya mataifa yenye nguvu na kuleta changamoto mpya kwa juhudi za kimataifa za kudhibiti silaha. Wakati dunia ikiwa bado inakumbuka athari za Hiroshima na Nagasaki, kurejea kwa majaribio ya kinyuklia kunaibua hofu ya kurejea katika enzi ya vita baridi mpya.